Na mtazamaji, ikiwa ni jioni tulivu ya tarehe mbili 2 mwezi Februari mwaka 2026 matumaini yangu ni kwamba jioni yako inakuendea vyema popote ulipo. Hujambo na karibu katika taswira ya Alshifa awamu ya saa moja. Siku zote kumbuka, hapa ndio utapata taarifa za kuaminika kote ukanda wa Pwani. Jina langu ni Rajab Abubakar. Na tukianza na taarifa kutoka kaunti ya Mombasa ni kuwa maafisa wa polisi wamefanikiwa kukamata washukiwa watatu waliokuwa wakisafirisha misokoto ya bangi yenye uzito wa kilo 203.4 iliyokadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 6.1 baada ya oparesheni iliyoendeshwa kwa taarifa za kijasusi katika eneo la Bonje, kaunti ndogo ya Jomvu. Washukiwa hao ni dereva wa lori Mohamed Omondi, mmiliki wa mzigo Lilian Achieng' Ochieng', na msaidizi wake Patrick Wambua waliokuwa ndani ya lori lililokuwa likitoka Uganda kuelekea Mombasa. Mwanahabari wetu Hanifa Yusuf na taarifa hiyo kwa kina zaidi. Maafisa wa polisi katika kaunti ya Mombasa wamefanikiwa kunasa washukiwa watatu waliokuwa wakisafirisha misokoto ya bangi yenye uzito wa kilo 203.4 inayokadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 6.1. Washukiwa hao ni dereva wa lori Mohamed Omondi, miliki wa mzigo Lilian Achieng' Ochieng', pamoja na msaidizi wake Patrick Wambua. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa Jomvu, Selina Chirchir, oparesheni hiyo ilifanikiwa baada ya polisi kupata taarifa za kijasusi zilizoelekeza kwenye lori hilo. Ilikuwa e, siku ya leo asubuhi 6:45, e, e, tulipata ind kwamba kuna lori inatoka kambala bakani kikuja, e, tukakuwa led by ano, anti anti anti, anti, narcotic unit ndio akatu tukaungana pamoja kama multi agency na tukatekea hao watu ambao walikuwa wametoka na lori huko Uganda. Baada ya kulikagua, maafisa walipata bangi hiyo ikiwa imefichwa ndani ya magunia matatu kwa nia ya kuingizwa Mombasa. Kamanda huo ameongeza kuwa mshukiwa mmoja, Lilian Achieng', anadaiwa kuwa mfanyabiashara biashara sugu wa dawa za kulevya na amekuwa akihusishwa na visa vya mara kwa mara vya usafirishaji wa bangi. Ilikuwa e, siku ya leo asubuhi e, 6:45 e, tulipata int kwamba kuna lori inatoka Kampala makane ikikuja e, tukakuwa led by anu. Antiko, anti, anti anti-narcotic unit ndio akatukaungana pamoja kama multi agency na tukatekea au watu ambayo walikuwa wametoka na lori huko Uganda, tukapata katika Bonje eh, Mombasa Nairobi highway, so on the way that way tukapata, tuka intercept gari KD lori KDL 915L trailer white in color eh, Duing the search tukapata hiyo lori, kulikuwa na watu watatu ambaye ni mama moja na waname wawili e, so tuka search kari walikuwa wamefita wa ndani ya obi, tukapata 3 sacks of eh, cannabis hapo ndani ikakuwa wed, tukaleta tukapeleka Chomfu Police Station tuka tukabook alafu tukapeleka moja kwa moja mpaka regional headquarters Pamo. Wakati huo huo, polisi wameonya kuwa wataendelea kuimarisha doria na operesheni katika ukanda wa Pwani ili kukabiliana na biashara haramu ya dawa za kulevya. Hizo watu wote ambao wanabeba drugs kwa malori, unajua malori wanafikiria kwamba hatuwezi kusearch malori. Tunasearch hata malori, kila kitu ambaye inapita barabara sahii. Kulingana na message ya president alisema, let's deal with drugs and uh, and uh, na pombe na, ndio hii tumeanza tumeanza vita na watu kama hao, so wakati waliona gari ndogo sinapatikana, kwamba magari ndogo sina sinapatikana inakamatwa, wakakeuka wakaenda kwa malori, kwa sababu ilikuwa tatu tu. Hata ukiona picha yenye tulipiga asubuhi, ilikuwa tatu tu iko mbali peke yao, which means huyu jamaa alikuwa anakuja kuchukua misiko. Nikiripotia Runinga Alshifa, mimi ni Hanifa Yusuf. Na kwingineko ni kuwa aliyekuwa jaji mkuu na pia mgombea wa urais kwa chama cha United Green Movement, David Maraga ametangaza kuunga mkono wenzake wa upinzani wa muungano kwa kutoa ilani dhidi ya mashambulizi ya polisi wanaokiuka sheria, akisisitiza kwamba ni makosa kutumia silaha za moto kwa wananchi. Mwanahabari wetu Catherine Kabiru na kina cha taarifa hii. Akizungumza na wanahabari mapema hii leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa, Maraga amesema kwamba yuko nyuma kikamilifu kwa notisi iliyotolewa na Inspector General wa Polisi Douglas Kanja ikionya kuhusu maandamano ya kitaifa iwapo masuala ya usalama hayatazingatiwa waislamu mnaenda msikitini kuomba alafu mnatupiwa tia gasi uh, hata kama iko mtu ambaye amupendani naye ameingia huko kwa ajili ya wale ambao wako huko you are supposed to be restrained even I'm sure even the policemen are trained that if if you if if you have to use uh, your firearm and the person against whom you want to use your firearm is in the middle of other people, you don't shoot you don't shoot So, those are among the things we want. I, I supported the demonstrations. Aidha amesema kwamba chama hicho kimeazimia kufanya mageuzi makubwa katika mfumo wa utawala huku akiwa na dhamira ya kurejesha mamlaka ya nchi mikononi mwa wapiga kura baada ya uchaguzi ujao. This back their country, it has been stolen. Tunataka kuungana na wale ambao kwanza kabisa wanataka kumaliza ufisadi, wizi wa, wa, wa mali ya nchi. Wale ambao wanapigania hiyo, tuko pamoja. Na wale ambao wanasema ile tunaita immunity ati mtu mkubwa awezi kuchukuliwa kotini au nini, tumalize na hiyo. Tuko pamoja. Maraga alisema ana wasiwasi kuhusu idadi kubwa ya wananchi ambao hawajajisajili kama wapiga kura, huku uchaguzi wa mwaka 2027 ukikaribia, akisema kuwa kadi ya mpiga kura ndiyo sauti na silaha pekee ambayo wananchi wanaweza kuitumia kusikika na kutambuliwa katika uchaguzi ujao, akisisitiza kuwa ni wajibu wa wale wanaotaka mabadiliko kujisajili kama wapiga kura. As United Green Movement Party to mobilize and call upon the Kenyans particularly the young people to register and uh, to, to register get your ID cards register so that 2027 you have a voting card hiyo ndio njia pekee yake unaweza kusikisa kusikikwa and we would like to encourage all the young people and any other Kenyan who hasn't registered for Uh, to vote as a, um, in the next election to come out in large number and register as voters. Lakini suluhisho ni moja, na katiba yetu imetupatia uwezo wa kwenda kuchagua mtu ambaye tuna mhitaji, na kwa sasa hivi tunasema tunahitaji mtu ambaye ana uadilifu, ambaye anafuatilia katiba. Kwa hivyo mjitokeze na mchukue kura, na mkishachukua kura, siku ya kupiga kura msikae nyumbani na kura yenu, kwa sababu haitawasaidia. Catherine Kabiru, Runinga ya Al Shifaa. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba mamlaka ya kitaifa ya kupambana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya nakada imefunga maduka kadhaa haramu ya pombe na kuwakamata washukiwa kadhaa kufuatia operesheni maalum iliyoendeshwa kwa msingi ya taarifa za kijasusi katika kaunti ndogo ya Nyali, kaunti ya Mombasa. Akizungumza na wanahabari katika eneo la Kongowea, afisa mkuu mtendaji wa nakada Daktari Anthony Omerikwa amesema maafisa walivamia maeneo sita yanayodaiwa kuhusishwa na mfanyabiashara sugu wa pombe haramu, ambapo kiasi kikubwa cha pombe haramu kilinaswa. Daktari Omeriko amesisitiza kwamba operesheni hiyo ilikuwa ya ushirikiano kati ya taasisi za usalama, huku akionya kuwa mamlaka hiyo itaendelea na msako mkali dhidi ya biashara ya pombe haramu. Today we

Na tuvuke kaunti ya Lamu ambapo mfugaji mmoja anakabiliwa na hasara inayokadiriwa kufikia zaidi ya milioni saba baada ya ng'ombe wake hamsini na watatu kufa katika mazingira ya kutatanisha. Tukio hilo limeripotiwa kutokea katika kijiji cha Maleli, eneo la Witu, kaunti ya Lamu, ambapo inadaiwa kuwa mifugo hiyo ilikula mimea yenye sumu wakati ikichungia shambani. Mekufia hapo ng'ombe 50 ndio umelala hapa na umefanya wakulima wakulima mefanya hivo, si kufia ya jeli ingine, amekufia umepatia sumu, sumu, ng'ombe yako umekufa hapa matagamo yangu ndio hii ng'ombe grazing reserve, grazing corridor ranches. Hii ni haki ya wafugaji, lakini sasa baadhi ya wakulima wa wameuza eka 20 ya scheme, wanaenda wanavamia e, grazing reserve eka 50. Hii ni sawa na kutangaza vita. Wale walopata hasara waliathirika na mabaya wawe compensated, kwa sababu sisi tunajua serikali isha compensate watu wingi, na hawa ni ndugu zetu wameenda hasara. Serikali ichukue hatua ya kukemea na hatua ya pili ni kuhakikisha ndugu zetu wameweza kuwa compensated. Kwa sababu kumuumiza mfugaji kupoteza mifugo hamsini si jambo rahisi, ni mifugo ni, ni uchumi mashamba ni uchumi, mifugo ni uchumi. Kila mmoja, kila jimbo lina haki kudhibiti uchumi wao. Kwa nini sisi Lamu tunaonewa kwa njia kama hizi? Serikali mwadai kwa mula mkono mrefu huu, mkono mrefu huu haujafika hapa wito. Na taarifa hiyo ya Lamu inatupeleka mapumzikoni. Usiende mbali, mtazamaji, kwa sababu muda si mrefu hivi tutakuwa tunaweza kurudi na taarifa za kimataifa vilevile na zile za kispoti. Na mtazamaji, karibu tena, tuvuke kimataifa ambapo jumuiya ya wanawake nchini Uganda imeshtumu vikali utawala wa Uganda chini ya Rais Yoweri Museveni kwa kile wanachotaja kuwa hila za kuwakandamiza na kuwatesa wanawake wanasiasa na hata wake za wanasiasa. Kulingana na jumuiya ya wanawake kuelekea uchaguzi mkuu, askari wa vyombo vya usalama walilenga kuwatia hofu wanawake wanasiasa, hasa wa upinzani, wasitekeleze haki zao za kidemokrasia. Hii imetokana na visa mbalimbali mbali ambapo wanawake wafuasi na wagombea wa upinzani wamehujumiwa waziwazi na kujeruhiwa wakati vurugu za kampeni za uchaguzi. Mwanamke kwa jina Olivia Lutaya mwenye watoto watatu na mfuasi maarufu wa chama kikuu cha upinzani NUP, ambaye alikuwa amezuiliwa gerezani tangu uchaguzi wa mwaka 2021 alikamatwa tena katika kipindi cha kampeni na kufunguliwa mashtaka ambayo wanawake wengi wameelezea kuwa yalilenga kumkomesha baada ya kupewa msamaha mara ya kwanza na Rais Museveni. Na tukielekea viwanjani ni kwamba dirisha ndogo la uhamisho wa wachezaji wa KPL linatarajiwa kufungwa leo huku timu zikilazimika kujipanga upya hadi mwisho wa msimu ambapo dirisha ndogo, dirisha hilo litafunguliwa tena. Katika matokeo ya mechi zilizochezwa wikendi, Shabana FC iliibuka na ushindi wa goli moja kwa nunge dhidi ya Bandari FC huku KCB ikaifunga Madhari United magoli mawili kwa moja nayo na Kakamega Homeboys na mara Shuga wakitoka sare ya magoli tatu kwa tatu. Karabangi Sharks iliyofunga Ulinzi Stars goli moja kwa nunge na Gormahia ikaichapa Sofapaka magoli tatu kwa nunge. Katika habari za uhamisho, ni kwamba beki wa Harambe Stars Zak Veina amekamilisha wa uhamisho wake wakijiunga na klabu ya Riz Rexman ya nchini Uingereza inayoshiriki ligi ya divisheni ya kwanza akitokea klabu ya Bristol City na mtazamaji, tuvuke ugaibuni ambapo klabu ya Real Madrid imepata pigo baada ya kiungo wake Mwingereza Jude Bellingham kupata jeraha la misuli linalotarajiwa kumuweka nje ya uwanja kwa zaidi ya wiki nne. Wakati huo huo, beki wa zamani wa Real Madrid na taifa ya Uhispania Sergio Ramos anaripotiwa kuwa mbioni kununua hisa katika klabu ya Sevilla aliyowahi kuichezea utotoni tukiivuka England kwamba kiungo wa Manchester City Rodri amelalamikia maamuzi ya maamuzi wa VR kwafuatia hasara ya magoli mawili dhidi ya Hotspur, akidai goli la kwanza walilofungwa lilitokana na faulo. Katika matokeo ya ligi kuu ya England, Arsenal iliifunga ledza magoli nne kwasu katika matokeo ya ligi kuu ya England Arsenal iliyofunga Leeds United magoli manne kwa sufuri. Liverpool nayo ikaichapa Newcastle United magoli manne kwa moja. Chelsea ikaitandika West Ham United mabao tatu kwa mbili, huku Manchester United ikiibuka na ushindi wa magoli tatu kwa mbili dhidi ya Fulham katika dakika za lala salama, huku Manchester City ikitoka sare ya mabao mbili 2 kwa mbili. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, na kurudishia shukrani wewe kuweza kututegea ama kuitegea taswira ya Alshifa jioni hii ya leo, vile vile wote waliofanikisha matangazo haya nyuma ya kamera akiwa ni bwana Bonface Mwagandi, mwelekezi wangu akiwa ni Muntaza Ramadhan, na kuacha na wosia kwamba siku zote mlevi akosei kwa maamuzi yake na nyayo zake, wewe kuamua iwapo unataka kuwa mlevi ama unataka kuwa mshauri wa mlevi. Jina langu ni Rajab Abubakar.